Eh. Saumekuku nafanya nini mbaya, mme wangu? Nambi una akili timamu kweli wewe? eh. Saongea mwanamke mwenye akili timamu kweli? Nine katema sana katoe nini? Jambo. Ah, Mungu, pole pole pole pole, basi. Mume wangu, mume wangu. Jo. Sasa si polepole, mume wangu. Simama. Unachea na mimi yeah. Hiki ni kitu gani ambacho ilichokipika wo yeah? Unawezaje kunipakulia chakula kama hiki ambacho nachokiona mimi nambi, hii ni chakula gani? hii si chupi? Sasa kwa hiyo wewe ulitaka ukule nini? Manake mimi ni mkula chupi? Sasa ulitaka kule nini? Hii ndo nyama ki ambayo kila siku unayosema kama unataka kukula, na mkuna akili naakili timamu kweli? Uchizi mwaza, unaachaga una hela za nyama, weye unachaga sasa. Weye ukiniachia hela za nyanya hapo pamwemo, nyama nyama siko wapi? Ma sasa, we unastahili kukula hii nyama ambacho unayouliza kila siku, hii ndo nyama yako, na uache kunitia kelele, na kaza roho ukunatoa hela za kutosha nikupikie hizo nyama zinazotaka. Sasa sasauyesubiri basi, hakuna mchicha, hakuna Maanake ni lazima u nikomeshe, nikukomeshe uone kama vitu ambavyo unavyofanya sio vizuri. Nikuulize kitu kimoja, mke wako, hivi wewe ukiwa unapika hizi chupi tena, mimi ukanizavu eh? Kama mke, yani mume wako, hivi watoto wakijua unanipa machupi machupi hapa, watasema baba ni mukurani. Utajijua. Eh. Baba mkura chupi eh. Sasa hivi ni kuulize kitu, hii nyumba ambayo tunaishi ni ya kwetu? Tunakodi. Tunakodi. Sawa so, unatamani kuishi kwako ndio? kwa hiyo hela ambazo mimi nazoziingiza yani mshahara na upokea mimi Unaniruhusu ili kupata pesa za kwenda kutafuta nyumba ya kwangu? Moja kwa moja unaliruhusu. Jibu, nauliza wewe. Sasa ukaoa kwa nini? Kwa nini? Si nilikuoa ili wewe uje tusaidiane, uwe na nani? Sikia sasa nikwambie, mme wangu. Kazi yangu hapa mwa nyumba ni kukula, kurelax na kulala okay? Ivo vingine si vijuu, maanake wewe hutaki kuishi kwako, nataka hiyo kwangu na nini, mwenye atapatafuta weje? Sasa mimi, Mimi natafuta, mimi nakupa pesa mm -hmm. Uani hizo pesa tena nararamika, hizi pesa sio za kuenea. Sasa pesa za kuuza nyanya, so za kula ugali na nyanya kila mimu siku? Mimi mpango? Hapana mimi nilitoka kwetu mi. Mimi, pesa nilizozitoa sio za nyanya tu, najua hivi wewe. nilikuleta hapa ili ukalete dharau humu ndani? Maana yake wewe, pesa ambazo ninazozitoa mimi nazijua sio za, za, za, za nani za nyanya tu, ungezitumikisha vizuri, ndio kusaidiana huko. Ukizitumikisha vizuri hapo, lazima mimi tutakuwa tunapata na akiba ya kuwekeza mwisho, tukanunua yani, kiwanja sawa, tunanunua kiwanja tunajenga. Nikutolee kelele wewe, kadharau kamepanda, maanake unene ushaongezeka, usha, usha, usha unaanza nakuwa mnene tena, akilini kabisa. Sikiliza, uki unataka mwanaume wako, ili yeye asonge kimaisha, lazima wewe uchunge mali ya kwake vizuri huu unatia mahesabu, sio tajijua, kula, kula manyama kila siku utajijua, utajijua. Wewe endelea kufanya hizo hela hizo hizo, utakuna kula chupi kila siku, chupi kila siku, kila siku kila. Wewe utaondoka kwenu, utajijua, utajijua. Siendi fasi.